za tikisa majimbo lakini wajitosa majimboni kimya kimya kusaka ubunge wapambe wao wa wavuruga wajumbe kwa mbinu mbalimbali mbali. Hatima ya wabunge kwenye hatihati hati, ubunge watajwa fursa nono yenye uhakika. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi na ndiyo habari kubwa kwenye kurasa wa mbele, na ujumbe wa Dr. Mpango akizindua mwenge ni ujumbe gani? Basi gazeti lako la Mwananchi limekuletea habari kamili inasema, ujumbe wa Dr. Mpango akizimduan e, mwenge lakini sababu za bei ya petroli na dizeli kupaa, sababu za petroli na dizeli kupaa. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi, na huku nondo saba za Profesa Janabi akijinadi WHO, nondo saba za Profesa Janabi akijinadi WHO. Lakini hatima e, makada e, wanaogombania ubunge udiwani Chadema, hatima ya makada wanaogombania ubunge na udiwani Chadema. Hiyo ni habari ya ukurasa wa saba wa gazeti lako la Mwananchi, lakini bado kuna habari inaosema mtufuano wa Dr. Ruto Gachagua warindima. Huyo ni mtufuano wa Dr. Ruto na Gachagua warindima, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye ukurasa wa mbele. Na tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Uhuru lajie, ina habari kubwa inaosema makamu wa raisi awafunda vijana. Huyo ni Filipo Isdori Mpango awafunda vijana lakini mapya yaibuka madai ya kubadilishiwa mtoto e, mapya yaibuka madai ya kubadilishiwa mtoto. Lakini fursa kwa wahitimu kidato cha nne, ni fursa gani e? gazeti lako la uhuru linaandika fursa kwa wahitimu kidato cha nne elfu mbili na ishirini na nne na changamoto za homoni, mwiba mkali unaowatesa wanandoa. Changamoto za homoni ni mwiba mkali unaowatesa wanandoa. Mchimbi asambaratisha ngome ya ACT Wazalendo huyo ni chimbi ya samarutisha ngome ya ACT Wazalendo. Ni wapi basi? Gazeti lako la Uhuru linakuletea habari kwa kila, lakini bado kuna habari inasema Ummi eh, afunguka Tanzania ino inavyojali wenye ulemavu eh, Ummi afunguka Tanzania inavyojali wenye ulemavu. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti la Uhuru, lakini gazeti lako la Zanzibar leo lenye ukurasa wa mbele kuna habari inasema serikali inasimamia misingi ya demokrasia. Huyo ni Dr. Mpango Nasema serikali inasimamia misingi ya demokrasia hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti la Zanzibar leo lakini, hospitali ya wilaya ijitimai kutoa matibabu ya moyo, hospitali ya wilaya ijitimai kutoa matibabu ya moyo. Lakini lakini utafiti e, wa meli kubaini rasilimali baharini, utafiti wa meli kubaini rasilimali baharini. Lakini mwanamke aliyefukiwa na vifusi Myanmar atolewa baada ya saa tisini na moja. Hiyo ni habari ya kimataifa inasema mwanamke alifukiwa na vifusi Miamari atolewa baada ya saa tisini na moja. Lakini raia wa Uholanzi akutwa amefariki dunia. Hiyo ni habari pia inapatikana ukurasa wa juu kabisa kwenye gazeti la Zanzibar leo. Raia wa Uholanzi akutwa amefariki dunia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Tukiangazia gazeti lako la habari leo, lenye linaanza na habari inasema muuguzi Arusha asimamishwa kwa tuhuma za kubadilisha mtoto. Muuguzi Arusha asimamishwa kwa tuhuma za kubadilishwa mtoto. Lakini Bibi Sangoma wahukumiwa kifo. Bibi na Sangoma wahukumiwa kifo ni habari ukurasa wa 17 ndio inaendelea habari kwa kina. Mwenge wa beba mambo matano, huo ni mwenge uhuru wa uhuru nchini Tanzania, wabeba mambo matano, mpango wa giza ufichue ubadhirifu, vijana wasitumike lakini kidato cha tano wapewa mwezi kubadili tahasusi yao, ni kidato cha nne wapewa mwezi mzima kubadili tahasusi zao. Lakini Katari yatangaza ajira, ajira 400 kwa madereva wa mabasi na malori, kwa madereva wa mabasi na malori. Lakini 19 maroni kwa tuhuma kwa kwa utapeli vijana kuwa mabilionea, eh, kuwa mabilionea. Lakini thamani ya sekta ya benki yafikia trilioni 67, thamani ya sekta ya benki yafikia trilioni 67. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti la habari leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti lako la majira asubuhi ya leo lenye ni habari kubwa uh, inayoanza kwa kusema uh, bilioni tatu kukamilisha ujenzi wa shule ya amali, bilioni tatu kukamilisha ujenzi wa shule ya amali lakini Askofu Malasusa azindua jengo la mama na mtoto, ni wapi huko? Basi gazeti lako la majira linakuletea habari hiyo kwa kina zaidi. Mzee Makamba, nipo tayari kumnadi Samia. Huyo ni mzee Makamba asema niko tayari kumnadi Samia, e, ni iwapo atapewa ridhaa hiyo na nam, asema imedhihirisha hakulewa dunia kwa maslahi binafsi, bali kwa ajili ya Watanzania wote, asisitiza kazi zake zimetukuka. Hiyo ni habari ya kurasa nne kutoka kwa mzee Makamba. eh, lakini kuna habari inayosema wataalamu wa mabadiliko ya tabia nchi wakutana. Lakini wahitimu kidato cha nne wapewa muda kubadilita hasusi. Serikali kusimamia kwa haki misingi ya demokrasia, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la majira kwenye kurasa za mbele. Lakini matumaini ya wanahabari kwa mswada mpya wa habari Zanzibar, matumaini ya wanahabari kwa mswada mpya wa habari Zanzibar yenye habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Majira. Lakini tuangazie sasa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge lenye ninazo habari kubwa inasema: Dr. Nchimbi atoa neno asema CCM imejipanga kushinda uchaguzi, uchaguzi. lakini serikali ya wataka waliomaliza kidato cha nne 2024 eh, kubadili tahasusi Uh, serikali ya wataka waliomaliza kidato cha nne elfu mbili na ishirini na nne kubadilisha tahasusi. Hilo ni gazeti la kula wa machinga ukurasa wa tatu, wa bali inaendelea kwa kina. Lakini wananchi wa aswa kukopa mikopo iliyotolewa na serikali na taasisi rasmi, wananchi wa aswa kukopa mikopo iliyotolewa na serikali na taasisi rasmi. Lakini Dkt. Mpango ataja mambo matano mwenge wa Uhuru. Yeah, Dkt. Mpango ataja mambo matano mwenge wa Uhuru hawataka vijana kutotumika katika kuvunja amani ya nchi. Lakini Kasimu Majaliwa naye ataka mbio za mwenge zitumike kuelimisha wananchi, kukimbizwa mikoa 31 kwa siku 195. Lakini Profesa Janabi aonyesha dira WHO barani Afrika akumbuka Dr. Ndugulile wakati akiomba kura kwenye mdahalo wa wagombea. Lakini umeme wa Rea waleta chachu viwanda vidogo Ipala. Umeme wa Rea waleta chachu viwanda vidogo vidogo huko Ipala. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Machinga kwenye kurasa wa mbele, lakini Taifa Tanzania gazeti lako uzalendo kwanza lina habari kubwa inayosema system yapongeza hotuba Rais Samia yaliyoitoa kwenye baraza la Idd el Fitri. Lakini Dr. Mpango ahidi uchaguzi wa kidemokrasia, na TPA yazitaka sekta za usafirishaji na uchukuzi kuwa chanda na pete ili kukuza uchumi lakini dirisha la wahitimu kidato cha nne kubadilisha tahasusi la funguliwa dirisha la wahitimu kidato cha nne kubadilisha tahasusi la funguliwa hilo ni gazeti lako la taifa tanzania uzalendo kwanza lakini gazeti lako la kula mwana habari gazeti bora na lenye kwenye ukurasa wa mbele kuna habari inayoanza inasema serikali yatoa mwezi mmoja waliohitimu kidato cha nne 2024 kubadili tahasusi lakini dua, eh, eh, dua ya kumwombea kuwaenzi viongozi yafanyika Zanzibar. Dua ya kuwaombea na kuwaenzi viongozi yafanyika Zanzibar. Yoni ni gazeti lako la mwanahabari gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele na habari kubwa inayosema serikali itaendelea kusimamia haki misingi ya demokrasia. Huyu ni Dr Mpango, atoa neno kwa uzinduzi wa mwenge wa uhuru. Eh, sema serikali itaendelea kusimamia haki misingi ya demokrasia, eh, huyu ni Dr Mpango lakini wananchi watakiwa kukopa mikopo inayotolewa na serikali na taasisi rasmi. wananchi watakiwa kukopa mikopo iliyotolewa na serikali na taasisi rasmi. Lakini Mama Samia lego edi ya baini migogoro mingi ya ardhi huko Meru. Mama Samia lego edi ya baini migogoro mingi ya ardhi huko Meru. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwa asubuhi ya leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Ligini gezeti lako la Tanzania linatuongoza kwa kwanza. Na serikali kati sakata la mama aliyebadilishiwa mtoto, serikali kati sakata la mama mtoto. Lakini serikali kusimamia misingi ya demokrasia, Dr Mpango asema awahakikishia wananchi kwa pati wanapata haki eh, yao kikatiba kwa kushiriki uchaguzi wa uhuru na amani. Awasi vijana kuwa waangalifu na watu wasioitakia wasio mema nchi kwa kuepuka kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani. Lakini dr Nchimbi azidi kuchanja mbuga atua Masasi, Masasi. Lakini interview ya TRA mamia ya elfu ya, ya watu sasa, matokeo ya interview hile ya uh, usahili ni tarehe 25 mwezi Aprili. Hayo uh, ni matokeo ya usahili TRA Aprili 25. Lakini fisi waua kondoo 21 huko Bariadi. Uh, fisi wauwa kondoo 21 huko Bariadi. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Dira ya Mtanzania ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uelekeo na lenyewe ukurasa wa mbele uh, linaandika Samia apewa tano kwa kutetea haki za watuhumiwa wa jinai, na Dkt. Mpango azindua mbio za mwenge 2025, Nchimbi aanza ziara Ruvuma. Lakini wakurima wamshukuru uh, kwa mbolea ya ruzuku Dkt Samia na 21, na wafa mlipuko wa ghara la baruti. E, ni nchi gani basi? gazeti lako la uelekeo linakuletea habari kwa kina. Lakini jeshi la fyatulia risasi msafara wa misaada hilo e, ni gazeti lako la uelekeo, ni kutoka huko Myanmar jeshi la fyatulia risasi msafara wa misaada. Na tukiachana sasa na ukurasa wa mbele tuangazie kwenye michezo na burudani, tunaanza na gazeti lako hilo la uelekeo lenye kundi mchezo linaandika Yanga yalipa kisasi kwa Tabora United. Yanga yalipa kisasi kwa Tabora United. Yafumulia ya mizinga mitatu ya Nyuki Sebuleni. Lakini Almasri yaichapa Simba goli mbili kavu. E, Almasri yaichapa Simba goli mbili kavu. Walicheza wao wakafungwa wao. Lakini kimataifa Southampton yamnyemelea Mirosh. Na kwa gazeti lako la Dira kwa michezo naandika Yanga yalipa kisasi kwa Tabora. Lakini Msama aomba wadau wajitokeze kudhamini tamasha la kuombea amani uchaguzi mkuu. Na kwenye gazeti la Mwanahabari naandika Yanga ya ziba mdomo Tabora United, yaichaba goli tatu kwa sifuri na huku Simba kukubali kipigo. Eh, kuhamishia hasira kwa Mkapa. Wabongo waishio Marekani waibuka na singeli, lakini Samata azidi kuwaduaza wazungu. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari kwenye michezo lakini Taifa Tanzania kwenye michezo inaandika haya hapa, matokeo ya jumla michuano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini hatimaye Yanga yampiga nyuki mabusu matatu. E, nyuki wa Tabora apokea mabusu matatu, e, kutoka kwa Yanga. Ahmed Ally kuhusu kasi, msiwe na hofu, hii tunavuka. Huyu e, ni Ahmed Ally anasema kuhusu kasi, e, msiwe na wasiwasi, hii tunavuka. Lakini mkataba wa Manula Kapombe kumalizika mwishoni mwamsimu hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini Wamachinga gazeti lako linaanza na Simba kujachapika goli mbili kwa sifuri na Almasi, Yanga yawandabisha Tabora United kwao, KMC yazidi kujichimbia kaburi eh, Prison, KMC yazidi kuichimbia kaburi Prison, ratiba ya robo fainari FA kupangwa leo, nyota ya Samata yazidi kung'ara eh, Ugiriki. Lakini Majira gazeti lako linaandika Yanga yalipa kisasi kwa Tabora United yaipiga thiriji dimba la Al Hasani Mwinyi, Simba kupindua meza kwa Mkapa. Hilo ni gazeti lako la Majira, lakini gazeti lako la Habari Leo lenye inaandika Simba fainali kwa Mkapa au ni Simba sasa warudi nyumbani, wasema fainali kwa Mkapa, Yanga yalipa kisasi kwa Tabora, Serengeti Boys kufa kupona Afkoni. Lakini kuni burudani la mata alipenda kuwa polisi na gazeti lako la Uhuru linaandika Yanga yaipasua kibabe Tabora United, Azam yaipigia hesabu Ken Gold. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Lakini Mandonga mtu kazi, kumstaafisha eh, ndondi, bondia Mbelwa eh, Mandonga kumstaafisha eh, ndondi, bondia Mbelwa. Na kwenye gazeti la Zanzibar leo kuna michezo naandika Yanga yalipiza kisasi kwa Tabora. Lakini ligukuu Zanzibar yasogezwa mbele. Mikataba ya wachezaji Simba yakaribia ukingoni. Azam Ken Goldi dimbani leo. Lakini piramidi al-ahili mamerodi za nusa nusu finali ka hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar leo. Lakini gazeti lako la mchezo gazeti la mwana sport linandika Yanga tatizo kamdomo. Yawe Yanga wasema tatizo ni kamdomo. Dube Mzize walipa kisasi. Simba tutajuana kwa Mkapa. Hiki ndicho kilicho Misri misiri vya yara ya zuwa mjadala. Yoni abari kwenye gazeti lako la mwana sporti ukurasa wa mbele. Lakini bondia bondia ulingoni ulingoni ni hii. E, ni hii hii hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti la kufia ulingoni sababu ni e, huku ni tambo za Simba na Yanga. E, Simba chapika goli mbili, lakini Tabora wakiona chamoto kwa goli tatu kwa sifuri uwanja wawa Alhasani Mwinyi, gazeti lako la Mwanaspoti. Natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.